umenibia zaka na dhabihu. Ah, ah, pale mwanzo, ninyi mmefanya nini? Ninyi mmelaniwa. Kanisa la ngere kidogo hapo, hebu sema, ninyi mmelaniwa. Hebu tamka tu na sauti, sema ninyi mmelaniwa. Halafu hebu tulie sekunde mbili, lana hii ni ya mtu gani? Asiyetoni, asiyetoni zaka nani? Nata. Amefanya nini asiyetoa zaka na dhabihu amefanya nini? Kanisa, itikieni mpaka kule nyuma. Asiyetoa zaka na fungu la kumi amefanya nini? Watoto wa Mungu, itikieni mpaka mliovaa sare. Asiyetoa dhaka amefanya nini? Nani anapenda laana kwenye maisha yake? Nani anapenda laana kwenye biashara yake? Nani anapenda laana kwenye familia yake? Nani anapenda laana kwa watoto wake? Nani anapenda laana kwenye huduma yake? Wangapi ambao hawahitaji lana kwenye maisha yao? Sasa Biblia inasema ninyi mmelaniwa, sema amina. Biblia inasema ninyi mmefanya nini? Mmelaniwa. Me, hii lana anayeitamka ni nabii Maraki. Sasa anaposema ninyi mmelaniwa, niangalie kidogo. Wangapi Biblia ni rafiki. Usitegemee Biblia isemeni ninyi mmefanya nini? Mmelaani. Hivi, hivi, yeah, yeah. Kanisa. Punga mkanoka. Niangalie kidogo. Ninyi mmefanya nini? Tumelaani. Imagine mtu wa Mungu. Tunatembea lakini tumeambiwa sisi tumefanya nini? Yeah, yeah, yeah. Tunatembea, kuna watu bariki lakini Biblia imeisha andika maana Biblia inasema lililoandikwa no limeandikwa. Simame. Nema wa Mungu ni amina Aya. Na kweli nini mmefanya nini? Kuna tembea ni na laana yetu na na na. Simame. Na mtu aliye na laana, my God, angalie kidogo, huko mtu aliye na laana. Hela mtu zikija, hazikai, maana haikai penye laana. Hela ikifika kwa mtu mwenye laana inapita, inaondoka, inaenda kutafuta aliyebarikiwa. Ndio maana niwaombe tatizo la walokole liko hapa, niangalie kidogo, tatizo la walokole liko. Kuna maisha tumelizika, tumelizikadasiaa tu. Hizi zingine ni tamaduni tu, hakuna mahali paliandikiwa kwamba Wanyamwezi na wa ndio wa kutembelea sana baiskeli. Hizi zingine ni nini? Mwambie jirani yako. Sio baraka za Mungu, zingine ni tamaduni tu. Ungeukie mwambie hata kama mmoja na wewe wenda ya kwako na baiskeli ya kwako. Zingine ni tamaduni tu, wala sio baraka. Na ndio maana ukiendesha baiskeli ya usiku miguu inawaka moto. Maana imekanyaga penda mchana kutwa toka asubuhi. Lakini ukikaa kwenye kagari miguu haiwaki moto maana ukiweka tutu mafuta namna hii, panaenda kenyewe mserereko. Napombea kwa Wanaoamini waseme amina kwa jina la Yesu Kristo. Kanisa, wangapi wanasema inawezekana? Kwa jina la Yesu, aliyowabariki wengine ni yeye yule, jana leo na hata milele. Anasema kama mukikubali na kutii, mtakula mema. Ni swala la kukubali na kutii. Kinachowatesa wengi hawana roho ya nini. Chomoja sema amen. Mtu mmoja sema amen. Mtu mmoja sema amen. Mtu mmoja sema amen. Malizia wa mstari.